Msimamie maelekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa mana CAG. Hii iwe agenda ya kudumu na kwa kweli uduuanaoaw a chama cha mapinduzi na vile vilevile wananchi kupenda serikali yao. Karibu katika Ukerewe juma hili, ni muhutasari wa matukio yaliyofanywa na mkuu wa wilaya ya Ukerewe, mheshimiwa Christopher Ngubiagai pamoja na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ukerewe kuanzia tarehe mosi hadi Disemba mwaka 2025. wiki hii inaangazia matukio yaliyojikita katika uimarishaji wa misingi ya utawala bora na demokrasia, uratibu katika miradi ya maendeleo yenye kugusa mustakabali wa maendeleo ya wilaya. tarehe mosi Disemba mwaka 2025, mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai alifanya kikao cha kamati ya lishe ya wilaya ili kutathmini hali ya lishe katika kipindi cha robo ya kwanza kuanzia mwezi Julai hadi Septemba kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Mkuu wa wilaya Ngubiagai alitoa msukumo kwa viongozi kuendelea kutoa elimu kwa wanajamii juu ya umuhimu wa uchangiaji wa chakula cha watoto shuleni. Siku hiyo hiyo, Mheshimiwa Christopher Ngubia Ngubiagai alihudhuria bonanza la Ukerewe one family lililowakutanisha maafisa wa usafirishaji dhidi ya machinga katika mchezo wa soka. Mchezo uliofanyika katika uwanja wa Gertrude Mongela na Nansio na kusisitiza amani, mshikamano na uzalendo kwa wananchi. Tarehe 3 Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano, Mheshimiwa Ngubiagai alifanya kikao na maafisa elimu kata pamoja na wakuu wa shule za sekondari katika ukumbi wa mikutano uliopo katika shule ya sekondari Bukongo na kuelekeza kuwa wabunifu katika maeneo yao ikiwa ni pamoja na kuanzisha klabu za sayansi, tehama pamoja na kuibua vipaji kwa wanafunzi kupitia michezo na sanaa mbalimbali shuleni. Katika kikao hicho, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo ndugu Vincent Mbua aliwasisitiza waratibu na walimu hao kuwa ajenda ya lishe ni ya kudumu, na hivyo kila kiongozi anatakiwa kuhakikisha anatoa elimu kwa jamii yake inayomzunguka ili kuona umuhimu wa kuchangia chakula shuleni kwa ajili ya watoto. Tarehe tano Disemba mwaka 2025, Mkuu wa Wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai alishiriki kikao maalum cha baraza la madiwani la kwanza kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri hiyo na kuwasisitiza viongozi hao kuwa chachu ya umoja na amani katika maeneo yao, kusimamia fedha na miradi ya wananchi, kuondoa hoja zisizokuwa na msingi na kuendelea kutetea hati safi ya wilaya. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ukerewe Vicent Mbua aliwasilisha taarifa ya uwajibikaji wa halmashauri kwa kipindi chote tangu baraza la madiwani lililopita kuvunjwa Oktoba mwaka 2025, huku akibainisha kuwa halmashauri iliweka makisio ya kukusanya na kupokea fedha kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 55.568 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato. Ni hayo tu tuliyokukusanyia kwa sasa, ungana nasi juma lijalo katika Ukerewe wa juma hili. Naomba kutoa wito kama kiongozi wa wilaya. Jambo la kwanza, waheshimiwa diwani, msiache hoja kuongezeka katika kumbi za ukaguzi. Hoja baada ya hoja, hoja za ukaguzi lazima zijibiwe, ziishe kusudi tuwe na hati safi wakati wote. Na kila pili, ningeomba msimamie maelekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa maana CAG. Wati mwingi mkaguzi huyu wa hesabu za serikali huwa anatoa maelekezo. Ni vema sisi kama baraza kuzingatia maelekezo yake kusudi heshima ya wilaya ya Ukerewe izidi kuexcel, izidi kuonekana katika baraza letu. Lakini jambo la tatu, kwenye hoja za ukaguzi, naomba mshirikiane sana na wataalam katika kufunga hoja kwa wakati.